Moja kwa moja tuelekee kaunti nambari ishirini na moja ambapo wakazi na viongozi katika kaunti ya Murang'a wamehimiza vijana kukumbatia mazungumzo kama njia ya kutatua migogoro badala ya maandamano na ghasia. Huku wafanyabiashara wengi wakiendelea kukadiria hasara inayotokana na ghasia za maandamano wiki iliyopita, vijana katika kaunti hiyo wamesema kuwa shida kubwa inayowakabili ni ukosefu wa ajira na gharama ya juu ya maisha. Wakinukuu vipengee vya wimbo wa taifa, haki iwe ngao na mlinzi, vijana hawa wamesema kuwa kauli hiyo inapaswa kuwa msingi wa maisha ya kila Mkenya talk, uh, talk with the government and and and sit at a table where they can can negotiate what can be done and what, can, and what should not be done. I'm a survivor. I'm a survivor. Vile wanasema wanataka aje mavijana uh, wanataka mboka. Ndio bwana. Ombi langu kwa serikali, na waomba kwa hizi maandamano zinafanyika eh, nikuwa na waomba kama waneweza keti na Gen Z hizi uh, demonstrations zinafanyika, at least zikuwe peaceful. Lea mimi kuomba serikali katika national anthem yetu kuna vasi inasema, haki iwe ngao na ulinzi. Mimi ningependa rais wetu akubali haki iwe ngao na iwe ulinzi kwa wananchi. Tarehe 25 nilihuzunika sana kuona kuna watu walikufa, kuna mali iliharibiwa, kuna station zilichomwa, kuna magari zilichomwa. Mimi sioni kama hiyo ni muundo mzuri wa sisi kuendelea maishani Kenya. Afadhali saa ile tunajenga, tusikubali ku...